Muhimbili ya baini shida waliopatiwa tiba ya upasuaji Muhimbili ya baini shida waliopatiwa tiba ya upasuaji. Lakini dira elfu mbili na hamsini ya washataa ajira mamilioni kwa vijana nchini dira elfu mbili na hamsini ya washataa ajira mamilioni kwa vijana nchini. Lakini afya ya pengo ya zua wasiwasi. Hiyo ndiyo wasi, habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe nasema, afya ya pengo ya zua wasiwasi wasi. Kanisa Katoliki la weka wazi kardinali huyo anaandaliwa kwa safari ya matibabu India baada ya jitihada za ndani. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Lakini moshi yatapika wageni, mchezo mchafu wabainika, mfumo wa tiketi moshi yatapika wageni, mchezo mchafu wabainika, mfumo wa tiketi. Lakini habari kubwa ni waziri mkuu anusa upigaji wa bilioni mbili nukta tano vivuko kigogo kushtakiwa. Eh, waziri mkuu anusa upigaji wa bilioni 2.5 bili vivuko, kigogo kushtakiwa. Lakini bado kuna habari eh, inayosema simba aonekana mtaani, wakazi wajifungia ndani. Eh, simba aonekana mtaani, wakazi wajifungia ndani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamii kwenye kurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina Lakinitukia chana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza habari inasema, Kardinali Pengo mgonjwa kupelekwa nchini India. Eh, Kardinali Pengo mgonjwa kupelekwa nchini India. Lakini viongozi wa dini wataka Krismasi ya msamaha na umoja. Eh, viongozi wa dini wataka Krismasi ya msamaha na umoja. Lakini mapambo ya Krismasi ya acha kilio kwa wachuuzi. Mapambo ya Krismasi ya acha kilio kwa wachuuzi na s watendaji Temesa wafutwe kazi. Huyo ni Dr Mwigulu asema. Lakini nani mzalendo wa kweli, mjadala mpana nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, ipate nakale yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Habari Leo lenyewe linaanza na habari inayosema haki za binadamu na uhalisia wa Tanzania baada ya uchaguzi. Lakini hatako akidaiwa kubaka wanawake watatu siku moja Ea dakwa kidaiwa kupaka wanawake wa tatu siku moja ni ukurasa wa nne wa gazeti lako la habari leo. Lakini habari kubwa ni Samia tudumishe mshikamano. Huyo ni Rais Samia kuelekea sikukuu ya Christmas tudumishe mshikamano. Awataka heri Christmas wa Tanzania. Asisitiza amani upendo. Jeshi la polisi la jiweka sawa ulinzi. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini Mwigulu atumbua, vigogo tamesa. E, mwigulu atumbua vigogo temesa ni waliohusika na ubadhilifu wa bilioni 2.5 au watuliza vijana tatizo la ajira lakini kuna bari nasema Rita kulinda haki urithi kwa watoto wenye mahitaji maalumu lakini Saudi Arabia Tanzania kushirikiana uwezeshaji vijanaba kurasa wane kwenye gazeti la kula habari leo Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti lako la habari leo tuangazie kuna gazeti lako la Zanzibar leo. Linaanza na Dr. Harubu ataka misingi ya utumishi wa umma izingatiwe. Huyo ni Dr. Harubu ataka misingi ya utumishi wa umma izingatiwe. Lakini makatibu wakuu waagizwa kusimama, eh, kusimamia mpango wa kujikinga na maafa. E, makatibu wakuu waagizwa kusimamia mpango wa kujikinga na maafa. Lakini Dr. Nchemba, eh, Nchimba a kumjumu e, kunjua makucha huyo e, ni waziri mkuu e, Chemba kunjua makucha. Lakini serikali itaendelea kuimarisha makazi bora wenye Baron Sefu asema huku, polisi mjini e, kuimarisha ulinzi sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. E, polisi mjini e, kuimarisha ulinzi sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Lakini kuna habari inayosema Macron, EU, Denmark yakataa mpango wa Trump kuchukua Greenland hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la kula uhuru lenye ukurasa wa mbele kwenye magazeti asubuhi ya ya leo linaandika Mwigulu afyeka kigogo wa Temesa. Huyu ni waziri mkuu Mwigulu Nchemba e, afyeka kigogo wa Temesa. Lakini kibano cha waziri wa aliozimia X-ray, kibano cha waziri walioizima wa X-ray, lakini wasomi wachambuzi walipa neno serikali kuwezesha vijana na Tanzania na Saudi Arabia kuimarisha ushirikiano, lakini kuna baadhi wanaosema tumuombe Kadinali Pengo. Ujenzi wa barabara Tanga Pangani wafikia asilimia sabini na tano. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye kurasa wa mbele, kuna habari inasema waziri Aweso atangaza kumalizika kwa changamoto ya maji Dar es Salaam. Lakini mbunge wa Senga wataka kilombelo kusherehekea Krismasi kwa utulivu na Krismasi chini ya ulinzi, ni polisi wakesha kufanya doria kila kona ya nchi, lengo kukabiliana na tishio lolote la kiuharifu. Lakini vijana kamanda Morilo uh, watap, watapakaa maeneo yote la jiji la Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya mwendo huo huo hiyo, ni habari kwenye gazeti la kula wa Machinga eh, ni Krismasi chini ya ulinzi. Lakini fekeo la Mwigulu la tua Temesa agiza mtendaji mkuu wa management yake kufutwa kazi ataka uchunguzi ufanyike kubaini sababu za uharibifu eh, uharibifu wa mara kwa mara wa vivuko. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la wa machinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la wa machinga kwenye kurasa wa mbele. Eh, sasa tuangaze kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya, ya leo eh, gazeti lako la wa machinga linaandika simen ampa Kongole Baka wa Stars. Huyo ni Victor Sin ampa Kongole Baka wa Stars. Lakini Azam kujipanga kubeba Mapinduzi Cup. E, Azam kujipanga kubeba Mapinduzi Cup. Kipa Hussein Abeli kuongezewa mtu Simba. Lakini Makonda, tusilaumu tuwapongeze Stars. E, huyo ni Paul Makonda asema tusiwalaumu tuwapongeze Stars. Lakini timu ya Azizi Ki yapindua meza Afcon Yuni, habari kwenye gazeti la Kulo wa Machinga kwenye michezo. Gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika Gaboni yafunguka, Stars saluti kila kona. Lakini kocha Gaboni aitaka nusu finali. Makonda tu hamasishe nguvu kwa Uganda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa Kinam. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo kuna michezo linaandika Kitwana azindua viwanja vya sasa Makunduchi. Hiyo ni Kitwana azindua viwanja vya kisasa Makunduchi. Lakini Taifa Jang'ombe yapata matumaini kupata ligi kuu. E, Taifa Jang'ombe yapata matumaini kupanda ligi kuu. Lakini kuna habari inayosema Bukina Bay yaituliza Guinea ya Ikweta. Uni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Huko gazeti lako e, la habari leo linaandika serikali yaipa heko Stars. Gamondi aridhishwa na kiwango. Lakini Burkina Faso yaanza vyema Afcon. Msondo Sikinde kumuenzi eh, TX Moshi William. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ile yenyewe kwenye michezo linaandika eh, beka tu na wanne ni kocha mkuu wa Simba Sport Club. Asema tu na wanne. Lakini yumo mdogo wa Fadu mabosi, wa soka kipa mpya. Lakini Baola Dupe laibua makocha. Lakini Karaga Eh, ina karaga ataja mziki wa EPL yule. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa e, za mbele. Pata na kale yako kwa habari kwa kinam huko. Gazeti lako la Nipashe lenyewe kwenye kurasa za michezo linatohabarisha e, Gamondi, Taifa Stars imeimarika. Huyo ni Miguel Gamondi asema Taifa Stars imeimarika. Lakini beka kukutana na vikingi vitano. Simba na Man City ya Karibia kumsajili Semenyo